Jina langu ninaitwa Emmanuel Shirikale, mchungaji wa kanisa la African Church Tanzania, mkuu wa idara ya injili na misheni wa kanisa letu na siku ya leo ninayo furaha kubwa sana kuhudhuria e, e, hafla hii. Na kama mkuu wa idara ya injili na misheni, sisi kama idara tunathamini sana mchango wa kwaya e, mchango wa huduma ambayo kwaya mnafanya kazi ya uinjilisti, kazi ya umisheni kutokana na mchango wenu mkubwa, na sisi kama idara ya injili na misheni tunathamini. Aa, mimi kama mkuu wa idara, mimi pamoja na mke wangu Esther tutawachangia shilingi laki tano, lakini nimetumwa na wainjilisti wengine, kundi la vijana Geita, aa, Geita vijana kwaya, na wao wanachangia shilingi laki mbili, wataituma. Mungu awabariki sana Asifiwe. Kwa jina anaitwa Rahabu Kajole, ni mwanakwaya wa Changombe kwaya CVC. Uh, tunaifurahia Mungu siku ya leo kwa ajili ya maisha ya marehemu aliyempapa kwa kupitia tungo zake alizok tunga kupitia nyimbo kama vile Gusa, Mpinga Kristo, Usiku wa Manane na nyingine nyingi ambazo ziligusa watu na kuokoa watu wengi. Mimi pia zilinigusa na kunibariki sana, lakini kipekee sana namkumbuka kupitia wimbo ambao walinifundisha mimi mwenyewe unaoitwa Uko wapi Adamu, wimbo wa CVC. Tunaendelea kumwombea apumzike kwa amani na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake. Amen. Kwa majina anaitwa Margaret Maguru. Namshukuru Mungu, siku ya leo ni siku ya kumbukizi ya mwalimu wetu Mwalimu Clement Papa. Ah, ni jambo la kumshukuru sana, kwa sababu mwalimu wetu ameacha alama kubwa sana. Aa, nyimbo zake zimeokoa watu wengi sana, mimi binafsi kiukweli ziliweza kunigusa na hatimaye kuweza kujiunga na kwaya AST cha Ngombe lakini ninakumbuka kuna wimbo mmoja unaitwa Tegua Mitego, ni wimbo ambao walinifundisha lakini. Hello. haujatoka huko mbioni kutoka. Kiukweli mwalimu wetu walikuwa ana nyimbo zenye kugusa sana na zenye kubariki watu sana. Hivyo basi tunaendelea kumwomba Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amen. Hello.

Asifiwe. Kwa majina anaitwa Remi Joji. Namshukuru Mungu nimebatika siku ya leo kuwa mahali hapa katika kanisa la AIC Chang'ombe. Kiukweli siku ya leo ninajivunia sana, nimejifunza mengi kiukweli kupitia historia ya mwalimu Papaa, lakini kulingana na nyimbo ambazo aliwahi kufundisha vikundi mbalimbali. Kiukweli ninajivunia sana, ninajifunza mengi na nitaendelea kumwenzi. Kiukweli tutamkumbuka sana na Mungu ambariki. Uh, jina langu mi ni Bartolomeo Maguru. Uh, namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, uh, kwa ajili ya siku ya kumbukumbu -kumbu, na siku ya uzinduzi wa kitabu cha Mwalimu Clementi Papa. Clementi mimi nimemfahamu kwa muda. Asante. Clementi Papa alikuwa mwalimu mwenzangu kwa AIC Shinyanga, pia CVC. Nimejifunza yani mambo mengi sana kwake, nilijifunza mambo mengi. Mimi kama mwalimu wenzake aa, nilijifunza namna ya uandaaji, kwanza kujipanga kwa ajili ya kuandaa kuanda meseji, nyimbo. Nilijifunza mambo mengi na ninaendelea kuj kuyatendea kazi na endelea kuendelea nayo, yananisaidia na mimi ninapoendelea kumtumikia Mungu kwa njia hii ya ualimu wa nyimbo za Injili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina, naitwa Elisha Gerard. Namshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya maisha ya mwalimu Buhembo Papa. Binafsi nimejifunza vitu vingi kwake. Amefanya vitu vingi vizuri, ameandika nyimbo nyingi sana nzuri. Ukizisikiliza unagundua kuna vitu vikubwa sana ndani yake. Aa, kama kijana na kama mwandishi pia wa nyimbo za Injili, natamani sana kufanya vitu vizuri vizuri kama ambavyo amefanya Mwalimu Papa hata zaidi kama neema ya Mungu inaweza ikafunuliwa zaidi, lakini kuna vitu vingi sana amevifanya. Jina langu ni Mrs. Zidiana James. Ninayo kumbukumbu kuhusiana na Mwalimu Papaa. Ninaweza kumwelezea kwa ufupi sana, ni mwalimu ambaye alikuwa ni mvumilivu sana, alikuwa ni mwalimu mwenye kutia moyo. Ninakumbuka nilikuwa mwoga, lakini wakati tukifundishwa alikuwa ananiambia wewe mama James, unaweza, tatizo lako na aibu. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu, aliweza kunitia moyo, aliweza kunifundisha kwa kweli, hata nikaweza kusimama kumwimbia Mungu. Basi sifa na utukufu ni kwa Mungu, amen.